Habari za leo. Leo wanawake, nina habari njema, nimewaletea mmea wa mzugwa au mvuga, na ningependa muweze kufahamu faida sita uzizozijua za mzugwa au mvuga. Kama mnavyoona kwenye video hiyo, nimekuja na video kabisa ya kuonyesha dawa hii. Ni nzuri sana kwa matatizo yote ya mfumo wa uzazi wa mwanamke. Imethibitika kuwa na uwezo wa kusafisha kizazi namba moja. Namba mbili, kuzibua mirija ya uzazi. Namba tatu, inatibu kabisa matatizo ya chango la uzazi. Namba nne, inapevusha haraka mayai. Namba tano, inarekebisha mfumo wa homoni wa mwanamke, na namba sita, inarekebisha mfumo wa hedhi na kutibia maumivu makali wakati wa hedhi. Kwa hiyo inaondoa kabisa maumivu wakati wa hedhi. Kama wanaosumbuliwa na matumbo, basi ni dawa kabisa. Kwa hiyo dawa hii ni nzuri sana kwa ambaye yeyote anahitaji, video hiyo hapo nimeachiria, mnaendelea kuangalia. Mnaonye ulivyo, kama ujue unaopata wapi, basi unaweza kuniandikia message WhatsApp kwa namba yangu ya simu sifuri saba tano saba ishirini arobaini na moja thelathini na mbili na kuweza kukuelezea na jinsi ya kuweza kupata nikutanga mweza kwa atakayehitaji. Kwa hiyo dawa hii naiuza, kwa hiyo tutawasiliana wasapu na kuweza kuelezana bei yake na jinsi gani niweze kuwasaidia watu wenye matatizo kama hayo. Mea huu tumepewa na Mungu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni dawa nzuri. Mungu ameumba mimea, dawa zingine ni dawa, mimea mingine ni dawa kabisa nzuri kwa hiyo tunaweza kuwa na faida zake. Basi namba yangu ya simu kama na kama unataka kuendelea kuweza kupata video zangu zingine ambazo nitakuwa nikituma zingine kweze, zingine mimea zingine ni mboga tunakula au tunazisikia, lakini hatujui. Kwa hiyo kama unapenda kujua, basi subscribe kwenye chaneli yangu ili kuweza kunifuatilia, subscribe hapo ili kuweza kupata